Ujumbe ni kwamba mkiwa shuleni msome sawa. Na mkisoma mambo mazuri yatakuja. Sawa. Umeelewa? Mkizingua mwakani burudani hakuna, tarehe kumi na tano tunacheza tuche. Hapana. Mnajua nazileta nani? Hapana. Yani kuwepo haya sema sisi ndo sisiasasa, nioletee salamu za kutoka kwa raisi. Sikilizeni vizuri. Mmesikia? chuo kwa chuo, sindio? Ongera sana kwa erudaidia. Najua umeshafanya Arusha, leo uko hapa Dodoma, utakwenda vyuo vyote. Mweshimia rais ameagiza upeleke burudani kwenye vyuo vyote vya Tanzania kwa sababu wanafunzi wanasoma kwa nguvu nyingi, wanahitaji kupata burudani sawa.